Hamjambo, wanafunzi, tumekutana tena katika kipindi kingine cha somo la lugha ya Kiswahili, na tutaendelea na mazoezi yetu ya uandikaji wa insha. Leo tutaangalia insha ambayo ilifanywa mwaka elfu mbili na kumi na tano na ni insha ya methali. Kumbuka, insha ya methali ni mojawapo ya insha ambazo zinatahiniwa mwanafunzi katika mtihani wake wa kidato cha nne. Kwa hivyo nimeonelea niwakumbushe tu kidogo ama pia vilevile niweze kuona kama, je, wewe ungekuwa mwanafunzi mwaka huo wa elfu mbili na kumi na tano ungeimudu vipi insha hii? Jambo la kwanza ningependa ukumbuke ni kwamba kila insha huwa iko na alama ishirini. Kwa hivyo hapo utaandika insha ya lazima upewe alama zako ishirini na halafu pia vile vile upewe insha ya uteuzi upewe alama zingine ishirini na muda ni saa moja na dakika arobaini na tano. Kwa hivyo wacha tuangalie ni insha ya aina gani walikuwako wamepewa. Kwanza kabisa, wacha niandike pale juu lile somo, alafu maneno yasipungue mia nne wala kuzidi maneno mia nne kwa hivyo hiyo, hiyo ndio insha ambayo wanafunzi wa mwaka 2015 waliweza kupewa na kuweza kuonyesha weledi wao wa uandikaji wa insha ya methali. Kwanza kabisa, ukikumbuka, katika somo letu lile ambalo limepita, nilikuelekeza namna ya kuandika insha ya methali. hii ndiyo ile insha ambayo wanafunzi wengi hujaribu ku iandika lakini iko na changamoto nyingi dhidi yao. Lakini hata hivyo, ningependa ukumbuke mambo mawili. Jambo la kwanza, hii insha siyo lazima utoe ufafanuzi wa msamiati uliotumika kuelezea hiyo insha. Jambo la kwanza, kwa sababu gani? Jambo hilo lipo kwa sababu wanafunzi wengi walikuwako wanapata tabu kuweza kufafanua methali jinsi ilivyo. Jambo la pili, unaweza kuandika maana ya methali, maana ya nje na maana ya ndani, kabla hujazama katika utungaji wa kisa ambacho kitaingiana sambamba na methali yako. Jambo la tatu, kwa wale ambao wana ujuzi wa kutoa maana ya nje na ya ndani, watoe umuhimu wa methali kama hiyo. Je, hii methali inatoa himizo? Je, hii methali inatahadharisha? Je, hii methali inaonya? Je, hii methali inapatiana ujumbe gani? Kulingana na mwenye kuto kuchagua hicho kichwa, kuweza kukutahini wewe mwanafunzi. Kwa hivyo hizo ndio sehemu ambazo zinahitajika uwe nazifahamu kabla hujazama katika uandikaji wa insha yako. Wacha mimi nitaandika moja kwa moja insha yangu kuhusiana na nini? na usipoziba ufa utajenga ukuta. Kwa sababu ya uzoefu, mimi nitatumia mbinu hii ya kutoa maana ya nje ya methali halafu maana ya ndani halafu kisha baadaye nikuzungumzie umuhimu wa insha hiyo ama methali hiyo. Kile ambacho ningetaka ukumbuke ni kwamba hayo yote ambayo nitayazungumza yatakuwa katika aya moja. Mimi insha yangu ndiyo hino, inakuja moja kwa moja. Usipoziba ufa, usipoziba niki ni hali ya kukataa ya kutenda jambo. La ufa ufa ni mwanya ambao unapatikana katika ukuta. Kwa hivyo unajua tu mwanya unapopatikana katika ukuta, basi bila shaka usipoangaliwa vizuri ule mwanya ambao unaitwa ufa utaongezeka, na hatimaye basi ukuta mzima utaporomoka. Ukuta ni wambaza ni sehemu ya mwinuko kutoka chini hadi juu. Aidha, ukuta huu unaweza kuwa ni wa kujengwa kwa matofali au kwa miti. Kujenga ni kutengeneza jambo fulani, lakini katika muktadha huu hapa inaonekana ni kukarabati. Usipokarabati ufa basi, bila shaka ule ufa utakapoongezeka, ule ukuta utaanguka na hapo basi utagharamika zaidi. Maana ya ndani ya methali hii inatutahadharisha kwamba iwapo hutashughulikia jambo likiwa katika eneo la mashinani, eneo e, dogo, ama jambo kama halija bado ni dogo halafu hutalishughulikia basi bila shaka litakapokuja kuwa kubwa na kukithiri litaweza kuleta madhara zaidi. Kusudi la methali hii linatahadharisha wale watu ama yule mtu mwenye tabia ya kupuuza mambo. Kwa hivyo, hapa ni hali ya upuuzaji. Kwa hivyo, ukiwa na tabia ya kupuuza mambo, wewe bila shaka hatimaye utakuja kubaki na ule usemi unaosema afadhali ningejua, lakini tayari atakuwa yamemwagika kuzoleka, hayatazoleka, na wewe utabaki kulia kilio cha umbwa mdomo juu kisichokuwa na sababu. Kwa hivyo, hiyo ndio ingekuwa aya yangu ya kwanza kuambatana kwa na methali hii. Baada ya kukupatia maana ya nje, mimi kisa changu kitaingiana na sehemu hii uchaguzi uchaguzi. Kwa hivyo hivyo ndio vidokezo vyangu ambavyo nitavitumia. Kwa sababu wewe ni mwanafunzi wa shule ya upili, insha yako inatakikana iwe na uzito fulani, kwa sababu unapo utakapofanya mtihani wako na kufaulu, unatajarajia kujiunga na chuo kikuu ukiwa umekomaa, umepevuka kimawazo. Kwa hivyo, hiyo ndio itakuwa ni insha yangu nafikiria tuko pamoja hadi hapo. Singetaka uwe kama mwanafunzi wa shule ya msingi ambapo angechukua eh, angetunga kisa chembamba sana kulingana na mawazo yake madogo. Bila shaka vidokezo vyangu hivyo vitaweza kutimia maneno mia nne. Basi wacha nianze moja kwa moja. Katika eneo bunge la Mpateni kama maeneo mengine yalivyo nchini nchini, kulikuwako na uchaguzi wa mbunge ambaye angeweza kuwawakilisha wananchi wa Mpateni katika vikao mbalimbali mbali nchini mwao. Nia na madhumuni ya kuwa na mbunge ilikuwako ni kuweza kutoa matatizo ama malalamiko au mahitaji ya wananchi wampateni kwa jumla. Siku ya kampeni ilipokuwa ikiendelea, bwana mmoja kwa jina Makusudi aliweza kuingia ulingoni na kupambana na kijana mmoja aliyekuwa anaitwa Fadhili. Maksudi kiumri alikuwako amemzidi Fadhili, kwa hivyo alikuwako na nafasi nzuri ya kuweza kupiga kampeni zake kwa ulinganifu, chembelecho wahenga kwamba jungu kuu halikosi ukoko. Bwana Maksudi alitumia umri wake ili kuweza kujizolea kura nyingi. Baada ya kukurukakara mieleka ya kisiasa kupamba moto kuangushana kwa wanasiasa kukaendelea. Maksudi na Fadhili wakapigana mieleka katika vita vya maneno, ushawishi na katika kila njia. Kwa bahati, huyu bwana Maksudi alikuwako ni mtu mwenye ngwenje, mwenye hela mwenye njenje kwa sababu aliyatangulia kuona jua mapema na akajua utafutaji wa fedha mapema zaidi kuliko Fadhili. Lakini kama wanavyosema wahenga, kwamba mkono mtupu haulambwi, basi Fadhili aliambulia kuwa kama msindikizi wa bwana Maksudi, kwa Maksudi alitumia pesa zake kuwashawishi wapigaji kura na kwa sadfa ama kwa bahati akaweza kuibuka mshindi baada ya upigaji wa kura na kuhesabiwa kwa kura zilizokuwepo. Kwa hivyo mimi nimemaliza sasa aya yangu ya kwanza, naingia katika aya yangu ya pili. Baada ya Bwana Maksudi kuingia katika Bunge, wananchi wa Mpateni walikuwa na kila sababu ya kutabasamu wakijua kwamba Bwana Maksudi atawawakilisha vyema. Kama ni mambo ya miundo msingi, Bwana Maksudi atatekeleza kutokana na fedha alizokuwa nazo na zile nyingine ambazo atakuwako amepewa kutoka katika hazina ya serikali. Bwana Maksudi alitarajiwa kutengeneza sura mpya katika eneo la Mpateni baadhi ya mambo aliyokuwa akitarajiwa kuyatengeneza ni ujenzi wa shule, kusaidia waliohitaji mahitaji, kwa mfano karo za shule, kutengeneza barabara, kuwaletea maji, kubadilisha sura ya mwangaza wa matumizi ya mataa na kuleta stima na kadhalika. Lakini jinsi miaka ilivyowapa kisogo ndivyo hivyo matatizo yalizidi kuzidi katika kijiji cha Mpateni, wakajua kweli wameshapatikana wakidhani kwamba walikuwa kwa wamempata mfadhili mzuri. Miaka miwili ilikuja ikapukutika, mwaka wa tatu ukaja ukawapita, wa nne ukawapa kisogo, wa tano Bwana Maksudi ndio akaanza kunyemelea tena katika eneo lao la Mpateni, akijua wazi kwamba licha ya kuwa amekuwa katika miaka mitano bungeni, hakuna lolote la maana aliwatengenezea Wanampateni, lakini hakuwa na tatizo. Alijua yuko na chambo. Chambo ni pesa, ndoano yuko nao, ndoano ni maneno, na angeweza kuwanasa wale Wanampateni jinsi mvuvi anavyoweza kunasa samaki kwenye mto ama bahari kwa kutumia ndoano. Hapo nimemaliza aya yangu ya ngapi? Ya pili. Hakuna maendeleo yaliendelea pale wakati wa miaka mitano ulipokwisha. Kwa hivyo, hapo, kumradhi, nimetumia hiyo na hiyo, nikaunganisha pamoja. Wakati miaka mitano ilipoisha, ingawaje Bwana maksudi alikuwa amejilimbikizia pesa sufufu, wananchi waliona upepo aliokuwa amewajengea kwa miaka yote hiyo mitano. Fauka ya hayo, kashfa nyingi za ufisadi zilimwandama Bwana Maksudi, lakini hilo halikuwa ni tatizo kwa sababu ni kama ugonjwa kwake, ni lazima angeutafutia dawa ili aweze kuwashawishi tena hawa wanakijiji wampateni waweze kumrudisha tena katika bunge kwa miaka mingine mitano. Na kama ujuavyo, kinolewacho hupata. Kwa hivyo, miaka ile mitano ya kwanza iliweza kumpa fursa nzuri sana huyu Bwana Maksudi kujua ni lipi binadamu haswa yule mwenye tatizo la kifedha anaweza kushawishika na kusahau kwamba yule yule anayetarajia kumrudisha bungeni ndio huyo huyo alimsababishia matatizo hayo yote. Licha ya kwamba vyombo vya habari, kuanzia gazeti hadi runinga, vilimwanika bayana Bwana Maksudi kutokana na vitendo vyake vya ufisadi, ufujaji wa pesa za umma na kadhalika wananchi walifumbia jicho mambo hayo yote. Miaka mitano hiyo ya pili ilipokuwa ikichungulia, kampeni zilianza tena. Fadhili hakuwa amekata tamaa. Alijua sasa huo ndio wakati wake wa kuweza kuchafua jina la Bwana Maksudi na kuweza kupata nini? Kuweza kupata kura na kwenda kuwakilisha wananchi wake vyema licha ya kuwa Fadhili alikuwa na sera nzuri, sera zenye matumaini, sera za kuleta sura mpya katika eneo la Mpateni, hayo yote yaliambulia patupu, kwani waswahili walisema mkono mtupu huwa haurambwi na ukirambwa huwa uko uchungu. Bwana Maksudi, licha ya kuwa alijua wazi kwamba watu wanamjua tabia yake mbovu hakujali wala hakubali alijua tu bila shaka, kwa sababu ya pesa ataweza kuwanasa wale wapigaji kura na watamrudisha tena wapi? Kwenye bunge. Walijua tatizo lao kubwa ni pesa, na pesa ni mvunja mlima, mlima wa mawazo ya hawa watu akauvunjavunja Bwana Maksudi na kampeni zake za kweli na uongo, kampeni za kinyonga, ambapo anabadilika kulingana na mazingira. Akapiga hatua. Siku za kampeni zilipoisha, wakarudi debeni. Lakini hata hivyo vyote, moyo wa Bwana Maksudi haukuwa unampigisha mshipa. Alijua wazi kwamba Fadhili hawezi kuchukua nafasi ile kutokana na ukosefu wa fedha, licha ya kuwa sera zake zilikuwako ni sera nzuri kabisa nafikiria tuko pamoja hadi hapo. Baada ya wapigaji kura kukaangwa na jua na kukaangika, wakati wa kuhesabu kura ulipowadia, kila mtu aliweka nyakaso juu. Nyakaso ni arioli mwanafunzi, eh, masikio akayafungua wazi, mdomo ukawa uko tayari kushangilia yule aliyempigia kura na macho kushuhudia kile ambacho kingetendeka baada ya kuhesabiwa kwa kura. Saa sita usiku juu ya alama, mwenye kushughulika na masuala ya uchaguzi pale alisimama na kijikaratasi na kuanza kutoa matokeo. Kwa sababu eneo lile lilikuwako ni eneo dogo sana lenye wasomi wachache Upinzani ulikuwako ni baina ya watu wawili, Bwana Fadhili na Bwana Maksudi. Kwa hivyo haikumchukua muda yule msimamizi wa uchaguzi katika eneo lile kutangaza matangazo yake haraka iwezekanavyo. Dakika kumi na tano baada ya saa sita usiku, kinywa cha msimamizi wa kura kikafunguka na kutoa habari kwamba bwana Maksudi ndiye ameibuka kama mbunge wa eneo la Mpateni. Waliompigia kura bwana Mpateni waliruka kwa furaha na buraha. Waliokuwa wafuasi wa bwana Fadhili waliduaa na kubwaga shingo chini ungedhani ni mashuke ya mpunga kwenye shamba. Walitoka na kuhuzunika ingawaje walijua bayana kwamba ushindi wa Bwana Maksudi ulitokana na hongo. Hongo ambayo alikuwa anaitoa usiku na mchana, hongo ambayo ndio iliwashawishi wale watu ambao ni watu wa kusahau haraka. Walisahau kwamba miaka mitano iliyopita hakuna chochote walichoambulia kutoka kwa Bwana Maksudi ila manung'uniko lakini waswahili wanasema mwenye nguvu mpishe. Na pesa za bwana Maksudi zikafanya wafuasi wa bwana Fadhili pamoja na fadhili wao wakampisha na kumpatia fursa nyingine ya kuweza kuwa mbunge katika eneo la Mpateni kwa mara ya pili. Kwa hivyo hadi hapo, mwanafunzi, mimi nimemaliza hapo na hapo Jinsi miaka ilivyoenda haikuwa tofauti na ile miaka mitano ya kwanza. Bwana Maksudi akajua kwamba kulingana na katiba na kanuni za nchi yao, kila mmoja angeweza kuhudumu kama mbunge kwa vipindi viwili peke yake. Hivyo basi, akajua kile ndio kipindi chake cha lala salama, na ni lazima arudishe zile pesa zake alizozitumia kama chambo cha kuweza kuwashawishi hawa wapiga kura kwa hivyo mambo yale aliyatenda miaka mitano ya awali hayakuwa madogo. Chembelecho waswahili wakisema kwamba ukistaajabu ya Musa ya Firauni yanakuja. Miaka hii mitano ya pili ilikuwako, ndio ni ya Firauni. Wanampateni wangeshangaa jinsi ambavyo hawakudhania Bwana Maksudi hakuwajali wala kuwabali Wanampateni, hata wale aliyokuwa akiwashawishi kwa pesa kwake yeye walikuwako ni chombo tu cha kumvusha ng'ambo ile nyingine, apili, ya pili ya kwenda kwa magari makubwa makubwa ya kujifaragua, kuvaa vizuri, kula vizuri, kuendeleza jamii yake vizuri, lakini kwa kutenda matendo ya uadilifu kwa eneo bunge la Mpateni, kwake alikuwako ni ndoto. Mambo yalizidi unga wakati bwana Maksudi alipoanza kunyemelea hadi wa mabibi za mabibi wa watu na wasichana. Kwake yeye angewaona, angetumia pesa na kuweza kutumia nafasi yake kama mbunge kuweza kuwaharibia maisha. Wakati huo kila mmoja alianza kunung'unika, alinung'unikia chumbani, akanung'unikia jikoni akanung'unikia anakokata kuni akanung'unikia mtoni, lakini hayo yote yalikuwako ni kazi bure. Ilikuwako kwao ni kuandika kwa mate, ilhali wino walikuwako wanaojua uko wapi, lakini kuuchukua walishindwa. Habari zao, manung'uniko yao yalikuwako bure bilashi kwa Bwana Maksudi, kwani hakuweza kubadili tabia mwenendo na kuwa mwadilifu kuweza kuangalia mahitaji ya wanampateni. Hivyo basi, hapo ndipo wanampateni walijua kwamba ule ufa ambao walikwako Bwana Maksudi, ambao Bwana Maksudi alikwako ameutengeneza katika eneo bunge la Mpateni waliudharau, na umekwisha panuka, na hivi sasa ni kusubiri ukuta utakapoporomoka walibaki lau kama tungejua huyu bwana hatungemrudisha pale. Wakawa kama umbwa anaelia kilio cha umbwa mdomo juu. Hivyo basi, Waswahili hawakukosea waliposema kwamba usipoziba ufa utajenga ukuta. Kwa hivyo, na kutahadharisha wewe binadamu, wewe mpigaji kura ambaye uko na hiyo hulka ya kumrudisha mtu ambaye amekwisha kuwa bungeni na kutenda maovu, unamrudisha tena. Utakuja kuwa kama watu wampateni, kuanza kujutia, kuanza kusema angalau tungejenga ufa, ukuta hatungeujenga. Hadi hapo mimi nimemaliza insha yangu ya methali, na bila shaka wakati utakapopewa insha kama hiyo Utakuwa mbunifu wa hali ya juu, utaonyesha ukomavu upum, upum, wako wa kimawazo. Hadi hapo nimesema kwaherini, ni mwalimu wenu Konzi Nzaka, tukutane tena katika kipindi kingine kijacho cha Kiswahili.